Mkoa wa Shinyanga wilaya, kama ah, mimi kazi yangu nimejisema mali kama unavyoona eh, e, kwa kichotokea jana na mimi nimeona ni kitu ambacho chotokea maandamano ya nini. Mimi nimeona ndicho Tanzania ambayo naijua mimi tangu enzi nimezaliwa, ni enzi nimekuwa nakusika kina babu wanasema Tanzania ni nchi ya amani, nchi ya uhuru, nchi ambayo ina uhuru ao oh, kilichotokea jana kwa hiyo ndivyo ninachotaka nchi hii ya Tanzania, ndio. Kwa hiyo kwa hiyo haiwezi kama jana kutokea machafuko au vurugu ya aina yote ile. Hata mimi ningeasisi kama kwa biashara zangu na siku ndani zangu na watu pia ambao wangeasikia, kwa sababu kwa sababu kwa sababu kwa sababu mimi tumewekwa ndani zaidi ya kufanya kazi ya laika, kwa hiyo na maisha duni sana, ila kwa kile kitotokea jana kwa kweli inaifanya serikali